Shirikisho la vyama vya ushirika Tanzania TFC limefanya jukwaa la wanawake kwa ushirika kwa ukanda wa pwani inayojumuisha mikoa ya Dodoma, Morogoro, Dar es Salaam na pwani, ili kutoa elimu juu ya umuhimu wa kujiunga na vyama vya ushirika na kupunguza changamoto kwa wanawake. Jukwaa hilo limefanyika Machi 28 mkoani Morogoro, ambapo wanawake wametakiwa kutumia fursa pamoja na kushirikiana uzoefu, kujadili changamoto zao na mbinu za kuzitatua muunga mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha wanawake wanatumia fursa. Akizungumza katika jukwaa hilo, mrajishi msaidizi mkoa wa Dar es Salaam Bi Angela Nalimi, ambaye ndiye mgeni rasmi katika jukwaa hilo, amewahimiza wanawake kuwa mabalozi kwa wengine katika kutumia na kushiriki shughuli za ushiriki na kuchukua fomu za kugombea katika uchaguzi. Kwa hiyo serikali <laughs> inaweka miundo mbinu ya kuwasaidia wanawake, lakini sisi wanawake, wakati mwingine, tunajiweka nyuma. kwa hiyo sasa kwa telefonu ya leo, kwa sababu tumekutana sisi wanawake wachache, tukawe mabalozi wa wenzetu katika kutumia na kushiriki katika shughuli za ushirika. Tunapoambiwa kuna uchaguzi, ya jaza zile fomu. Hata kama hujawahi kuwa kiongozi hata wa jumuiya, wewe jaza fomu hata kama ujali kuwa mwenyekiti wa upatu wewe jaza fomu, uwe mwenyekiti wa SACCOS sisi, unanielewa? Ili kusudi sisi tunaposimamia, wewe waraka wa moja watatu unasema au lazima wapite, waraka unasema katika bodi ya watu tisa, tukipata watatu wanawake, tuna shida gani eh? katika bodi ya watu saba, tukipata wanne wanawake, tuna shida gani? Sasa tusiachie fursa zinazokuja mbele yetu. Nawaomba sana, tutakuwa tukitangaza majukwaa mengine, na ati tutafanya jukwaa kubwa sana sasa hivi. Tukafunga kanda ya Pwani, tutaenda Dodoma mwaka huu sudi inafarijia Dodoma kwa mbegu zako, kwa mbegu zako mwaka huu sudi Dodoma. Kwa upande wake mratibu wa jukwaa hilo Joan Damian ameeleza juu ya umuhimu wa jukwaa hilo, ikiwemo kutoa semina na kujengea uwezo wa kuwajiamini na kutumia fursa zinazojitokeza ikiwemo kuwekeza kwenye benki na kukopa katika benki ya ushirika kwa riba nafuu, na ambayo tumaitengeneza sisi mashirikisho la vyama vya ushirika. Kwanza ni kuwapa semina, kwa wapa semina ya kuwajengea uwezo wajiamini katika fursa mbalimbali ambazo zinajitokeza, kama ana, ana sifa ya kuwa kiongozi agombee, tukajengeana uwezo tukawapa fursa ambazo zipo katika ushirika. Wanawake wanatakiwa tuamke, hivi leo kuna uwekezaji UTT, eh, tunatakiwa tukawekeza pesa zetu, tuepuke mikopo ya kausha damu. Tuna benki yetu ya ushirika, tuko nayo hapo, ambayo mheshimiwa rais anaenda kuizindua mwezi ujao tarehe nne pale mkoa wa Dodoma. Kwa hiyo benki yetu ya ushirika pia ni fursa kwa wanawake, wataweza kuwekeza watu waweza kufungua akaunti pale, atafuta mitaji ya riba nafuu. Na hiyo na tumeliomba kwamba benki iweze kuangalia ni namna gani itasaidia wanawake wa ushirika kwa mikopo ya riba nafuu. Aidha, mwenyekiti wa jukwaa hilo kwa ukanda wa pwani Irene Mosha ametoa wito kwa wanachama waliopo katika vyama vya ushirika kuweza kujitokeza kwa wingi ili kuweza kupata elimu juu ya mambo ya ushi, ya ushiri na vitu vingine vinavyoendelea katika ushirika. Sisi kama viongozi wake ambao tumechaguliwa, kama mimi mwenyekiti, lengo ni kunyanyua mwanamke anaweza kulea. Kwa hiyo jukwaa letu hili limeanzishwa, tuna mategemeo makubwa sana, itaenda kuwagusa wanawake wote katika nyanja mbalimbali. Wito wangu na rai yangu ni kwa wale wanachama wote walioko kwenye vyama vya ushirika waweze kujitokeza, ili tunapokuwa tunasema tuna mambo ambayo tunataka kuyafanya kama wanawake, wajitokeze. So, usikae nyuma au kuona kwamba fulani ndio wanaotakiwa kwenda kufanya kitu fulani. Wote wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuja kupata fursa, kupata elimu ya mambo ya ushirika lakini kujua vitu vingi ambavyo vinaendelea katika ushirika. Heri Abala, Chivihi Media, Morogoro.